Sana, tunajadili mada inayohusiana na fundisho la utatu. Kwa sababu fundisho la utatu, kuna wa kwanza, mimi nalikataa, mimi nalikataa kama ukoma sasa. Yani, nikisikia mahali kuna, kuna, kuna utatu nakimbia bala we. Naenda kama risasi sasa. Wana utatu, wana utatu wanasema katika kitabu cha Mwanzo moja ishirini na sita, aliyeumba ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Wale wanakataa utatu wanasema aliyeumba ni Baba kupitia mwanawe. Sasa Biblia iamue kisi ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho walioumba ama ni Baba na mwanawe. Basi huyo mchungaji eko, nimempigia saruti kabisa, ako sawa. Mungu amjalie. Sasa tuingie kwenye mada. Kwa hivyo naomba wacha niwapigie hawa waingie sasa. Wacha niwapigie hawa waweze kuingia. Naomba muingie. Dominic, na kuomba uweze kuingia kwenye, kwenye ukumbi mkiwa na mtumishi Motesia na pia tutakuja kuweka mada hapa, inahusiana na Sabato kwa sababu si ya kwamba hata kama hatukubaliani kwa utatu, basi tunakubaliana kwa Sabato wala wanakataa. Unajua wewe, niliona unasaidia kwa, ma, kwa manuku uko na hapo sasa <laughs> Najua, najua, tu ulikuwa namwambia soma hiyo, soma hiyo. Sasa tunakuja tuweke ya sabato na tumuite hata leo, hmm? Kwanza mgongane hapo bala. Hata leo muite, muite, baada ya leo muite, mwambie njoo, njoo, njoo huku. Muite mtumie linki. Mimi siwezi kumuita. Mimi niliona ako na hasira mingi. <laughs> Ay, ay, ay. Unajua hivi tu itaki hasira. Unaongea kama mtu angekuwa karibu utamuua. Hai. Ndiyo, ni mbaya sana. Hii maneno ya Mungu haitaki hasira. Ninataka tu wewe, ongea, wewe toa hoja, lakini nikianza kusema Filipo, mm, Filipo na hapana. Jorum Mutisya karibu amefika. Sasa yule mtu ambaye tunagoja ni...